kutamka nyewe ntakao mtu ajue maana yake, ajue anakataza nini, ajue anabeba a anaamrisha nini, ajue anabeba uzito gani. Ni tauhidi. kwa nini Allah, katika Qur'an, alisema fa'lam annahu la ilaha illa Allah, mtu Muhammad, lazima ujue hakuna mola isipokuwa Mungu peke yake anastahiki kuabudiwa. Ni nzuri. Sasa kwa nini Mungu? Mm, Mungu ajambie utume

Kadi sema, kadi hadithi ya kadi au bitaka, bitaka ni kitambulisho au kadi. Mtu anasema anasema, inaletwa mtu ana sijil, sijil manake ile daftari ya kuandika, katasi moja ndefu mpaka macha kwa mwisho, urefu wake tisini na tisa, daftari imejaa dhambi. Jamaa sisi tunamika amri, unachukua ile daftari ya dhambi, amefanya pande katika pande moja, mizani

Sawa so, mguu inaongea, ngozi inatoa ushahidi dhidi yako wazo, uh-huh. Kwepa kama Qur'an waz, ameweka ame wazi. Sasa huyo jamaa so, sasa basi mimi nishakusha samaa sisa so, so, kudhulumu. Malaika anamwambia subiri, wewe una hasara moja, umletea ile kitambulisho, andika la ilaha illa Allah, sema hii, hii nzito, asema ah, ilikuwa huyu anasema la ilaha illa Allah, alafu anafuata sharti yake, alikuwa anasali anafunga, ana haji, lakini kafanya dhambi